Ubalozi wa Jamhuri ya Watu wa China umeandaa mashindano ya mpira wa miguu kwa msimu wa tatu mfululizo, yakihusisha makampuni ya Kichina ya serikali na binafsi yanayofanya shughuli zake nchini. Lengo la mashindano hayo ni kuimarisha ushirikiano kati ya sekta za michezo na biashara, pamoja na kukuza uchumi wa taifa kupitia mahusiano ya kijamii na kiuchumi. Mashindano hayo yameanza rasmi leo katika Jiji la Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mashindano hayo, mkurugenzi wa mashindano kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF, Salum Madadi, amesema amevutiwa na kiwango cha mashindano hayo, akibainisha kuwa baadhi ya wa wachezaji wanaoshiriki ni Watanzania wenye uwezo mkubwa na vipaji vya hali ya juu vinavyohitaji kuendelezwa zaidi. Sikujua kama nitakuta kicha namna hii, nilidhani tutafika mahala tushee ch atuongee tu lakini, kumbe kuna kuna soka kuna kuna fursa. Ni mchezo tunaosimamia kwa karibu sana sasa siku hizi, na tunafanya vizuri, lakini nimepata picha kwamba tusijikite kwenye timu zetu za taifa za, za, za mchezo huu wa futsal nje yake kuna watu wana uwezo kama hawa. Hawa wote tulikuwa tuwajui kama wanacheza futsal, na kati yao kuna Watanzania ambao kwa kusema kweli tukiwafuatilia kwa karibu na vipaji waliokuwa navyo tunaweza kupata mchango mzuri sana kwenye mashindano yetu ya futsal. Lakini jingine, tunashukuru kwa ubalozi wa China kujihusisha kwenye michezo na kutokana na mwaliko wao waliotupa na kwa kauli ya Mheshimiwa balozi mwenyewe wanatualika ikiwezekana twende pale kusini tukazungumze mpira. Hilo jambo la muhimu sana na jambo la faida kubwa sana, tutafanya hivyo na tutaitumia nafasi hii, kwa sababu tumepata eh, forum nyingine, platform nyingine kwenye maendeleo ya mpira. Hizi ni timu za makampuni yao kuna wachezaji hapa wanatoka kwenye kampuni ile ya pipeline inayotoka Uganda sungariani kule Tanga, kuna walioko Tazara, kuna walioko kwenye makampuni yao mbalimbali, wana, wana timu hizi ambazo kwetu sisi ni hazina. Tunaweza tunapokuwa na maandalizi ya timu zetu za futsal tukawa tunapata mechi za majaribio nyingi kutokana hapo, wanacheza vizuri na wanajua wana kucheza mpira wa futsal. Kwa upande wake Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wachina wa Tianjin Jason Guo ameishukuru Serikali ya Tanzania kwa ushirikiano unaotolewa katika kufanikisha mashindano hayo na kuahidi kuwa waandaaji wataendelea kuboresha ubora wa mashindano hayo katika misimu ijayo. Uh,

Uh, I I uh, uh, Naye Dkt. Naima Ahmed, mkurugenzi msaidizi wa Chinese Chamber, amesema mashindano hayo yana mchango mkubwa katika kuimarisha mahusiano ya kiuchumi na kijamii kati ya China na Tanzania, jambo litakalosaidia kukuza uchumi wa nchi kwa ujumla sita ikiwa msimu wa tatu. Tunashukuru sana serikali na taasisi nzima ya TFF kwa hapa siku ya leo katika haya mashindano. Haya mashindano yanahusisha makampuni ya serikali yaliyoko China na makampuni ya China ya sekta binafsi. Tunawashukuru sana serikali kwa kuweza kutuwezesha siku ya leo kuwa hapa. Mashindano haya yanalenga zaidi kutukuza Tanzania kiuchumi, kibiashara na katika nyanja mbalimbali mbali.